Nimeamka zangu leo basi kana pitia pitia hapa eh, mali zangu ambazo nazimiliki humu ndani mashaallah, mashaallah, mashaallah. Mungu anaendelea kutujalia hatuna gundu, hatuna mikosi, mambo yanazidi kumiminika juu chini, ah mashaallah Mambo mengi mengi wapi, alhamdulillah. CAF Confederation, mashaallah. Toyota ipo hapa, mashaallah, na kwa mtu na gundu, mashaallah. Mwaka huu tena bado nyingine mbili zitaongezeka hapa inshaallah. Nimeamka zangu leo basi kana pitia pitia hapa eh, mali zangu ambazo nazimiliki humu ndani Mashaallah. Mashaallah. Mashaallah, Mungu anaendelea kutujaalia hatuna gundu hatuna mikosi, mambo yanazidi kumiminika juu chini, ah mashaallah. mambo mengi mengi Alhamdulillah. Hii ya wapi? CAF Confederation, mashaallah. Toyota ipo hapa mashaallah, ha, ha, ha. So, na kwa mtu na gundu mashaallah, mwaka huu tena bado nyingine mbili zitaongezeka hapa inshaallah.